Uponye siku ya leo ewe Yesu, kila mmoja mmoja ukamsaidie. Siku nyingine ya leo tunahitaji neema yako. Hata ibada hii inaendelea mahali hapa, endelea kuachilia uponyaji, endelea kuachilia neema, endelea kuachilia wokovu, endelea kuachilia baraka kwa kila mmoja mmoja anayepita mahali hapa, na simama kinyume na kila vikwazo na shambulizi. Roho ya mpinga Kristo ninaisuia kwa mamlaka jina la Yesu. Neema yako Mungu iende na watu wako, siku nyingine ya leo, tatendee mema wafanya biashara, wafanya kazi, achilia kibali kwenye malango yao ya kazi, kwenye malango yao ya biashara. Ninakamata na simama kinyume na kila vizuizi vya baraka zetu siku nyingine ya leo, ma milango yote yakafunguliwe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Asante Mungu wa neema, Mungu mwaminifu, tendea mema watu wako